Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha watafakari ya injili ya siku leo, alihamisi juma la kumi, kipindi cha kawaida mwaka che, mwaka wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza inatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 18 aya ya arobaini na moja mpaka ya arobaini na sita na somo la injili linatoka katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya tano, aya ya ishirini, mpaka ya ishirini na sita. Karibu tusikilize ya injili. Somo la injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiuwe, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, yache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi na kadhi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Amini na kuambia utoki humo kamwe, hata uishe kulipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh Kristo. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, Nawalika sasa, tutafakari pamoja a maandiko matakatifu kutoka katika injili tuliyotoka kuisikia hivi sasa. Napenda leo tuongozwe na ujumbe unaosema haki ya kweli huzidi ile ya wanafiki. Katika somo la Injili tumesikia Yesu anatoa changamoto ya kipekee kwa wafuasi wake, akisema maana nawaambia haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mathayo sura ya tano aya ishirini. Hapa Yesu atufundishi juu ya matendo yetu ya nje ya kibinadamu tu, bali anazungumzia hali ya ndani ya mioyo yetu sisi wanadamu, na akijaribu kuonyesha namna ambavyo Mafarisayo walikuwa watu wa dini sana na walikuwa na bidii kubwa kwa sheria, lakini bidii yao ilijikita zaidi katika kuonekana kuwa ni wacha Mungu mbele za watu kuliko kumtumikia Mungu kwa moyo wa kweli. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, hapa Yesu anatufundisha kuwa haki ya kweli ni ile inayotoka ndani ya mioyo yetu. Wapendwa, Yesu anaposema juu ya amri ya usiue sio siyo jambo la kujulikana kwamba ni dhambi peke yake tu bali, hata hasira, chuki na madharau tunayokuwa nayo ndani ya mioyo yetu ni sawa na mauaji mbele za Mungu. Hapa Yesu anaendelea kutufundisha kuwa uhusiano wetu tulionao kati yetu na watu wengine ni kielelezo cha uhusiano wetu pia na Mungu mwenyewe. Yesu anaendelea kutusisitiza na kutukumbusha kuwa upatanisho ni jambo la kipekee au la kipaumbele katika maisha yetu, kwani mara nyingi tunaanguka sana katika dhambi. Kumbe yatupasa sisi sote kujipatanisha na wale tunaowakosea. Ndugu zangu, tukumbuke na kuelewa kwamba hatuwezi kumwabudu Mungu kwa dhati kama tuna uhasama mioyoni mwetu dhidi ya ndugu zetu tuliyowakosea. Lakini ndugu zangu, Yesu wanaposema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na hapo utakumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako hapo mbele ya madhabahu, uende kwanza ukapatane na ndugu yako. Hili ni changamoto ya kutazama ndani ya mioyo yetu. Je, tumejaa hasira? tumejaa machungu? Je, tumejaa kisasi? Yesu anatufundisha kuwa haki ya kweli ni ile inayojengwa ndani ya mioyo yetu, hasa katika upendo, msamaha na usafi wa mioyo. Kumtumikia Mungu si suala matendo yetu ya nje tu peke yake, lakini pia tukumbuke kuwa kumtumikia Mungu si suala la matendo yetu ya nje bali pia iwe ni safari ya ndani ya mioyo yetu, kwani Yesu anataka tuwe na haki inayozidi ile ya wanafiki, haki ambayo sio ya kujionyesha, bali haki inayotoka ndani ya upendo wa kweli wa kimungu uliojaa msamaha na daima kuishi kwa amani na watu wote tunaoishi nao katika jamii. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, leo tujichunguze ndani ya mioyo yetu kabisa na kujiuliza, je, tuko tayari kuacha sadaka zetu madhabahuni ili tukaombe msamaha na kuwasamehe wale waliotukosea? Na je, tuko tayari kuishi kwa haki ya kweli ambayo imejaa upendo wa Kimungu. Tujiulize daima, tunapoenda kupokea Ekaristi Takatifu, tunaenda tukiwa wasafi wa mioyo? Na kama si hivyo, tunakumbuka au tunajua kwamba tunaenda kupokea pasipo mastahili? Kumbe leo tunaalikwa ya kwamba tunapoenda kupokea Ekaristi Takatifu, twende tukiwa wasafi ili tuweze kupokea katika mastahili. Tumombe Mungu atusaidie tuishi kwa haki ya kweli inayotoka ndani ya mioyo yetu, huku tukiwasamehe tuyo wakosea, tuwe watu wa amani, tuwe watu wa mapatano ya kweli, na daima tumkimbilie Mwenyezi Mungu katika madhaifu yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Emmanuel Francis Rondo wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!